Jumamosi ya wiki iliyopita kulikuwa kuna birthday kubwa ya bilionea kutoka nchini Ghana, na miongoni mwa wasanii ambao walipata nafasi ya kuperform kwenye birthday party ni Diamond Platnumz. By the way, ilikuwa ni birthday kubwa sana ambayo ilihudhuriwa na mastaa mbalimbali kutoka Afrika, mastaa wa movie, watu mashuhuri wanaoshawishi mitandaoni, na wasanii pia. Niliona Diamond Platnumz aliperform Sako D, Stone Boy pamoja na King Promise. Sasa, kwa mujibu wa peji mbalimbali mbali kwenye uh, nchi ya Ghana kama hii peji inaitwa GH, ambayo imeripoti kwa kiasi cha fedha kinachodaiwa uh, kulipwa kwa wasanii waliotumbuiza kwenye birthday ya moja kati ya mabilionea wakubwa ambaye anafahamika kama Richard Kwae iliyofanyika Jumamosi weekend hii. Sasa katika screenshot ambazo zimeonekana kuvuja inasemekana Diamond Platnumz amelipwa kiasi kikubwa zaidi, tofauti na wasanii wengine ambao walikuwa hapo kama Davido, Stonebwoy, King Promise ambao wote walipata nafasi ya kuperform. So mlolongo wa hizo dola ambazo wamelipwa wasanii walioperform, hizi chasi zimeonyesha Diamond Platnumz amelipwa dola laki sita ambao ni sawa na bilioni 1.5 ukilinganisha na kiasi ambacho amepewa Davido ambacho ni dola laki tano ni sawa na bilioni moja pointi tatu. Sakodi amepewa dola laki mbili ni sawa na milioni mia tano. Stoneboy amepewa dola laki mbili ni kama milioni mia tano pia pointi mbili, na King Promise amepewa dola laki moja na ishirini kama milioni 319. So unaweza ukaona uh, muziki wa Diamond Platnumz unaendelea kukua zaidi Afrika, na ukiangalia level ambayo tunaizungumzia ya Davido kwa show ambazo amefanya hivi karibuni, tumeshuhudia Davido akichukua pesa nyingi kwenye show mbalimbali, lakini Diamond ameendelea kuonesha wigo wake na upana zaidi wa muziki wake na kupitia peji hiyo hawajasema rasmi, ni kwamba huyo tajiri amethibitisha hicho kiasi ambacho amelipwa Diamond Platnumz na pesa zote ambazo zimewekwa na watu wote. Peji inaitwa GH Page News kutoka kule nchini Ghana, ambao wameposi kiasi ambacho kimelipwa kwa kila msanii ambaye ameperform katika show hizo. Una mtazamo gani juu ya hizo pesa ambazo wamelipwa na Diamond Platnumz kuchukua pesa nyingi zaidi kwenye show zaidi ya Davido? Nijuze hapo kwenye sima comment. Nikumbushe tu kusubscribe na turn on notification ili uanze kupata habari ambazo zinawekwa hapa.